Habari yako, ninakukaribisha tena kwa mara nyingine tuweze kujifunza habari za ufalme wa mbinguni, neno la Mungu. Katika siku hii ya leo, nataka tukatazame kwa habari ya injili ya nyoka au injili ya shetani. Ni injili ya namna gani hii? cho tukasome katika maandiko matakatifu, ili tuweze kuelewa kile ambacho nakizungumzia na, na hasara zake, ikiwa kwamba tayari umekwisha kuisikia ama kuipokea. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya pili ule mstari wa kumi na sita na kumi na saba inasomeka hivi: Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa. Hakika haya ni maneno ya Bwana Mungu, maneno ya Mungu ni injili ambayo alihubiri wakati wa kwanza, hapo mwanzo ambapo anamuumba mwanadamu katika uso wa nchi. Hakumwacha hivi tu, bali alimpa maneno katika ile nchi ambayo alimpa kukaa, ili kwamba aweze kukaa salama, lakini vile vile awe na uzima wa milele. Kwa hiyo ilikuwa ni injili kwa Adamu na Hawa, watu wale wawili ambao Bwana Mungu aliwaumba, kwa maana wao hawakuzaliwa na kwa maana hiyo injili hii kama wangeendelea kuitii na kuenenda katika hili neno ambalo Bwana Mungu aliwaambia, kwamba katika matunda ya miti yote katika bustani mwaweza kula, isipokuwa katika mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Akawaambia kwamba msile katika matunda hayo, wala msiyagusi, msije mkafa, manake walikuwa hawafi, endapo tu kama wasingekula haya matunda. Lakini kitambo kidogo baadaye watu hawa walienda kula lile tunda ambalo Bwana Mungu aliwakataza na kuwaambia kabisa ya kwamba mtakufa hakika. Lakini jambo hili lilitendeka baada tu ya kusikiliza injili nyingine tofauti na hii ambayo waliachiwa na Bwana Mungu, na injili hii tutaiona katika kitabu cha Mwanzo sura ya tatu tukianza mstari wa kwanza, ambapo anasema ya kwamba basi nyoka alikuwa mwelevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliwafanya Bwana Mungu, akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiyale, wala msiyaguse, msije mkafa. Mstari wa nne anasema nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake, akala, akampa na mmewe, naye akala; wakafunguliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wauchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkeo wakajificha kati ya ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa, kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema, ni nani aliyekwambia ya kuwa uuchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Unaweza kuona jambo hili, Bwana Mungu ameacha neno au injili katikati ya watu hawa wawili, lakini baada ya kitambo kidogo akaja mwingine, naye akahubiri injili yake na watu hawa wakaipokea ile injili. Kwa maana ya kwamba kama tulivyojifunza katika video iliyotangulia kwa habari ya tunda ambalo Adam na Hawa walikula, maana yake ni ufunuo unaotoka kwa nyoka, na hii ni injili ambayo ilikuja kwenda kupambanua maneno ambayo Bwana Mungu amekwisha kuyaacha. Sasa injili hii kama jinsi anavyoeleza katika mstari wa nne mahali hapa anasema ya kwamba nyoka akamwambia mwanamke, hakika mtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Unaweza kutazama injili hii ambayo nyoka amekuja nayo, ni ufunuo fulani juu ya maneno ambayo Bwana Mungu amekwisha kuyasema. Ni kama ufunuo fulani ambao unakuja kuelezea kile ambacho Bwana Mungu amekisema au kuelezea kwa habari ya neno la Mungu kama tafsiri fulani, na hii tafsiri ndiyo ambayo Hawa aliisikiliza na akaipenda, ama akakubali, na ndo lile tunda ambalo alikula. Lakini akachukua ufunuo huu akampelekea mmewe, naye naye akakubaliana nao. Sasa hapa unaweza kaona ya ya kwamba kumekuwa na injili mbili. Injili mbili ya kwanza inasema ya kwamba msile katika matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, mkila mtakufa. Lakini hii injili ya pili inasema ya kwamba mkila hamtakufa tena, nasema ya kwamba mtapata ujuzi wa mema na mabaya naye mtafanana na Mungu. Kwa injili ya nyoka, jinsi ambavyo ilikuja, ilikuja kupingana na kile ambacho Mungu amekwisha ukisema, na inajaribu kuonyesha ya kwamba alichokisema Bwana Mungu ni uongo. Kwa hiyo kila ambacho sasa watu hawa ambao ni Adamu na Hawa wakaiacha ile kweli, ambayo sasa kwa wakati huu ikaonekana kuwa ni uongo, kwamba wakila hawatakufa, wakamfanya Mungu kwamba amesema uongo, na wakashika hii injili ya nyoka na injili yao. Sasa tangu wakati ule, kama tu wangeruhusiwa kuendelea nayo, kama Bwana Mungu asinge wa waadhibu, manake wangeliendelea na ile injili ya kuendelea kuhubiri na kusema ya kwamba tunda hili ambalo linatokana na mti huu wa ujuzi wa mema na mabaya ni tunda ambalo ukilila unapata ujuzi wa mema na mabaya, unafanana na Mungu, haufi kama jinsi ambavyo Mungu amesema. Na kwa maana hiyo watu hawa wakaenda na ufunuo wa nyoka, na hiyo ndio injili ambayo alihubiri kwa watu hawa na kuangusha kutoka katika maneno ya Mungu, wakaenda katika maneno ya nyoka au ufunuo wa Ibilisi, na huo ndio uovu ambao waliutenda. Lakini injili hii haikuishia mahali pale tu iliendelea vizazi baada ya vizazi. Utaliona jambo hili tena katika wakati ambapo neno la Mungu lilikuja kwa mkono wa mtumishi wake Musa, likaijilia wana wa Israeli ambao hapo kwanza walikuwa watumwa katika nchi ya Misri, akawatoa na kuwapeleka katika nchi ya Kanaani, lakini akawapa neno lake ambalo tunalitambua kama Torati, ambalo kimsingi ni neno ambalo Bwana Mungu aliliachilia katika mtumishi wake Musa, naye akalihubiri katikati ya kizazi kile, lakini baada ya kitambo kidogo kupita injili ya nyoka ikaja tena katika Torati. Akaanza tena kuhubiri kinyume cha lile neno, neno baada ya neno, hata akatengeneza uongo kila mahali, kuwafanya watu wale wageuke na kwenda kinyume na injili ile ile ambayo Bwana Mungu aliwapa, kama tu jinsi ambavyo Adamu na Hawa wakiwa na ile injili lakini wakatembea kinyume na mapenzi ya Mungu kwa ile njili ambayo walipokea kutoka kwa yule nyoka ufunuo ambao waliupokea kutoka kwa yule nyoka. Na kwa maana hiyo neno la Mungu likabaki kwao kama uongo, neno la Mungu likafa katika maisha yao, na injili ya nyoka ndiyo ambayo wakaendelea kuishi nayo. Na ndivyo ambavyo wana wa Israeli unaweza ukaona pia jambo hili lilitendeka, hata Bwana Mungu akaamua kutuma manabii ambao walikuja kuwahubiria watu hawa, wakiwasii kwa machozi na kuambia ya kwamba mmemwacha Bwana, wamekwenda mbali kuzini na miungu mingine na kumwacha Bwana. Wameacha mambo ambayo amewagiza katika Torati. Kwa mfano, Yeremia anawaambia katika Yeremia 2:13 ya kwamba watu wangu wametenda maovu mawili. Wameniacha mimi niye chemichemi ya maji ya uzima. Wamejichimbia mabirika mabirika ya bujia soweza kuweka maji. Hii ni misali ambayo nimekwisha kuielezea kwa maana inamaanisha nini. Wamemwachaje Bwana na kwenda kujichimbia mabirika yao na mabirika ni nini? Lakini vile vile unaweza kaona katika kitabu cha Hosea. Maneno ambayo pia aliyatamka, nisome katika Hosea 4 mstari wa 12 ambapo anasema ya kwamba watu wangu utaka shauri kwa gongo lao na fimbo yao mambo, maana roho ya uzinzi imewakosesha na wamekwenda kuzini mbali na Mungu wao. Maana wanapotaka ushauri hautaki kutoka kwa Mungu wao, gongo lao, mahali ambako wanatoa huo ushauri. Manake, kuna mahali ambako wanapata huo ofunu, hautaki kutoka kwa Mungu tu, jinsi ambavyo ufunuo ule ambao hawa aliupata, na wala si kutoka kwa kutoka kwa Mungu, akaupata kwa nyoka na ndiyo na watu hao wanavyopata, lakini pia nawaambia ya kwamba roho ya uzinzi ndiyo iliyowakosesha. Uzinzi anaongelea hapa, si ule wa kimwili, bali uzinzi wa kiroho, kwa maana ya kwamba watu hao wamepokea injili nyingine na kwenda katika hiyo injili, kwa maana ya kwamba wamezini. Ni sasa na mwanamke aliyeolewa akaenda kupatana na mwanaume mwingine. Maanake ni kwamba wanapoenda kupatana na injili ya nyoka, tayari ni kwamba wamezini, kama alivyozini hawa kwa kupokea ufunuo ambao unatoka kwa nyoka na wana wa Israeli wakatenda jambo lile lile, kwamba wakaenda katika maneno ya ibilisa au katika ufunuo wa nyoka, injili ambayo inahubiri kinyume na lile neno, injili ambayo inahubiri kinyume na ile Torati, na kwa maana hiyo ikaanza kutangua Torati, na watu wakaenenda katika ile injili ambayo ni ya uongo, wakazini kinyume na neno la Mungu. Lakini vile vile haikuishia hapo tu, kama jinsi ambavyo mtumishi wa Mungu Musa alivyotabiri kwamba atakuja nabii kama yeye, akasema yakuwa msikilizeni huyo kimsingi ndiyo alikuwa Kristo kwa neno la Mungu. Ikaja tena ambayo ndio ilikuwa hili agano jipya, Kristo akahubiri ile injili katikati ya kile kizazi, ufunuo unaotoka kwa Mungu kuelezea au kuwarudisha watu hawa katika neno la Mungu na kuwatoa katika neno au ufunuo ambao ni wa ibilisi, kuwatoa katika injili ya ibilisi ambayo aliwaonya kwa mambo mengi ambayo wameyatenda na kuambia ya kwamba mnamtii Mungu katika midomo yenu, lakini katika mioyo yenu mko mbali naye, na kuambia ya kwamba mnaenenda au kicho chenu mlichonacho mbele za Mungu ni maagizo au mafundisho ya wanadamu, ambayo kimsingi wameyapata wapi wa wanadamu? Ni ufunuo unaotokana na nyoka, ni ufunuo unaotokana na ibilisi, manake ile ni injili ya ibilisi, kwamba hicho ndicho kilikuwa kicho chao mbele za Mungu, kwa maana ya kwamba hofu yao mafundisho ambayo yanatokana na nyoka. Na yeye alihubiri kuwarudisha watu katika neno la Mungu, lakini kitambo kidogo baada ya Kristo kuondoka, ufunuo au injili ya nyoka ikarudi tena, kinyume na lile neno ambalo Kristo amelihubiri, ili kwamba apate kuliondoa, kwa sababu lengo la Shetani ni kuliondoa neno la Mungu katikati ya wanadamu, kisha anabakiza uongo na wale wanadamu wanaenenda katika ule uongo. Sasa nataka nikuonyesha mifano kadhaa ambao naweza kaona kwamba ni neno la Mungu kupitia Kristo ambalo lilikuja na kukataza baadhi ya haya yasitendeke, lakini leo yanatendeka kwa sababu tayari watu hawa wamekwisha kuipokea injili ya shetani na kwenenda katika kila ambacho Mungu amekwisha kukikataza. Utazame maneno ya Kristo katika kitabu cha Mathayo sura ya sita mstari wa 24 ambapo anasema kwamba hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu ama anashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Hili ni agizo kama tu jinsi ambavyo Bwana Mungu alivyosema ya kwamba katika miti yote mnaweza kula matunda yake, lakini katika mti wa ujuzi wa mema na mabaya msile matunda yake, wala msiyaguse, msije mkafa. Sasa hili nalo amelisema mahali hapa Kristo akisema ya kwamba hamwezi kutumikia mabwana wawili, kwamba mkatumikia Mungu na mkatumikia mali, kwa sababu mtamdharau huyu na kumheshimu huyu. Sasa manake ni kwamba Kristo alichokuwa nakizungumzia kwamba moja ambalo sisi tunatakiwa kulifanya ni kumtumikia Mungu na hilo ndilo ambalo alikuwa akilihubiri. Manake ni kwamba kila ambacho alikuwa nakikataza mahali hapa ni hii injili ya mali ambayo naweza ukaiona leo hii. Jambo la ajabu ni kwamba imekwisha kuwako na kila dhehebu ipo na kila kanisa ipo. Ni injili ambayo utaikuta kila mahali, kuna sehemu ipo kidogo, kuna sehemu ndiyo injili inayotawala mahali pale, na ni injili ambayo imeteka kila mahali, injili ya mali. Sasa unaweza kajiuliza, jambo hili ambalo Kristo alilikataa ndiyo ambalo limekuwa sasa injili ya watu, tena ni injili ambayo inapendwa kuliko ile injili ya Mungu. Na mtu yoyote leo hii, mwalimu yoyote ambaye anataka kuhubiri injili, anaitazama hii kama injili ambayo inaweza ikampa mafanikio ya haraka. Lakini jambo la kujiuliza, kwa nini jambo ambalo Kristo alilichukia linapendwa katika wakati huu? Imekuwaje? na watu wale ambao wamelipenda jambo hili bado wanamnena Kristo kana kwamba ndio Bwana na Mwokozi katika maisha yao. Maanake tayari ibilisi amekwisha kufanya kila ambacho alikifanya kwa hawa wanadamu. Kila ambacho alikifanya kwa wana wa Israeli, na ndicho ambacho amekwisha kukifanya katika kanisa leo amefundisha injili nyingine ya kuwafanya watu hao waende kinyume na maagizo ya Mungu wakayakanyaga maneno ya Mungu na sasa hivi neno la Mungu halimo tena ndani ya mioyo ya watu lile lililopo ndani ya mioyo ya watu ni injili ya huyo ibilisi injili ya nyoka lakini pia mfano mwingine ukitazama katika kitabu cha Timoteo wa kwanza sura ya pili mstari wa kumi na mbili Paulo mtumishi wa Mungu alikuwa akimwandikia Timoteo na akamwambia ya kwamba simpi mwanamke ruhusa ya kunena katika kanisa kwa maana ya kwamba kufundisha kuwa mwalimu Kuhutubu. Lakini leo hii utakuta wanawake wana makanisa, ni wachungaji, ni walimu. unaweza ukajiuliza kwamba umepewa kibali na nani, nani, nani. Ye, na ni ufunuo wa nani? Je, ufunuo uliokuja kuhalalisha mwanamke afundishe na ufunuo aliopata Paulo kwamba hampi mwanamke ruhusa ya kufundisha upi ambao ulitoka kwa Mungu? kwamba Paulo alikosea na watu hawa ndiyo wako sahihi? Paulo alikuwa sahihi lakini kwa sababu watu hawa tayari wamekwisha kula katika ule ufunuo ambao unatoka kwa yule nyoka, na ndiyo maana wamekuja kuyakanyaga maneno ya Mungu na kutembea katika yale ambayo yamekatazwa. Vile vile, mfano mwingine unaweza ukauona katika kitabu cha Mathayo 23 mstari wa tisa na wa kumi, ambapo anasema ya kwamba, wala msimwite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja aliye wa mbinguni, wala msiitwe viongozi, maana kiongozi wenu ni mmoja naye ndiye Kristo. Hii ni agizo la Kristo msimuite mtu baba duniani. Na hapa alikuwa anaongelea viongozi katika kanisa, lakini jambo la ajabu leo tunao watu ambao wanaitwa baba makanisani. Tukirudi katika dhehebu la kwanza ambalo ni Katoliki, lina mtu anayeitwa papa. Papa ni lugha ya Kilatini ambayo kwa Kiswahili ambacho tulichonacho sisi maana yake ni baba. Tayari Watu hawa ambao wanasoma maandiko haya haya nayo kusomea wamemwita mtu baba. Lakini ukiachilia mbali tu na Katoliki, naenda kwenye makanisa ambayo leo hii ni ya kilokole. Utakuta kila mchungaji katika nyakati hizi anataka kuitwa baba. Utakuta kila kiongozi wa dhehebu mahali fulani anaitwa baba, na hili jambo linazidi kumea. Hata yule ambaye ameanza tu jana kufundisha anataka kuitwa baba. Unajiuliza, roho hii wanaitoa wapi? Hii roho ni ya namna gani? Lakini ndivyo ambavyo watu hawa kwamba wamekwisha kuipokea injili inayotokana na nyoka ilivyobadilisha injili ya Mungu na kuitoesha katikati ya maisha ya mwanadamu, ilivyobadilisha kwa hawa, ikabadilisha kwa wana wa Israeli na vizazi vyote, kama jinsi ambavyo vimekuwa ikitenda na ndivyo ambavyo unaweza ukaiona katikati ya neno la Kristo, jinsi inavyotenda kazi, kama jinsi ambavyo umeweza kuona sasa. Hii ni mifano michache tu ili uweze kutambua jinsi gani ambapo injili ya shetani inavyotenda kazi, au injili ya nyoka, jinsi inavyotenda kazi. Kwa sababu kama Adamu na Hawa waliambiwa ya kwamba msile katika matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, msile, mkila au kuyagusa, mtakufa. Hakika ile ilikuwa ni injili ambayo, kama wangelitii, wasingelikufa. Lakini kwa sababu ya ule ufunuo wa nyoka ambao waliusikia na kuupokea, walikufa lakini vile vile kristo amekwisha kusema ya kwamba mtu aniaminie mimi anao uzima wa milele neno hili ni sawa na lile ambalo bwana mungu alimwambia adamu kwamba unao uzima wa milele isipokuwa tu ukila katika ile tunda na ndicho ambacho nataka nikuambie leo kwamba kwa sababu watu tayari wamekula hili tunda au wamekula huu ufunuo au wanenenda kwa huu ufunuo ambao unaenda kinyume na maneno ya mungu injili ya mungu imekufa katikati ya watu imebaki maneno tu ya kujisomea na kufurahishana, lakini tafsiri ambazo zinatolewa ni kutokana na ufunuo ule wa nyoka. Na kwa maana hiyo, watu hao wanaendelea kutumainia maneno ya Mungu kwamba tunao uzima wa milele kwa sababu Kristo alisema ya kwamba tukimpokea tunao uzima wa milele. Lakini nikuhakikishie jambo moja tu kwamba uzima wa milele umekwisha kuondoka ndani yako baada tu ya kupokea hizi injili na kwenenda katika ufunuo wa haya mambo ambayo Mungu amekwisha kuyakataa ambayo ambayo kimsingi ni dhambi na ndiyo ambayo yanaleta mauti ndani yako. Kwa hiyo sibatilishi maneno ya Kristo ya kwamba mtu anayempokea Kristo ana uzima milele, ila ni wewe ambaye umebatilisha injili ya Kristo na unaenda kinyume na ile injili halafu bado unajihesabia kuwa una uzima milele. Hilo ndo jambo ambalo umekwisha kulitenda. Ikiwa una masikio ya kusikia, basi na ukasikie upate kugeuka. Hadi wakati mwingine, karibu. Amen.